Na mtazamaji ni kusabahi na kutumai kuwa nayo jumapili njema kabisa, ikiwa ni mwisho wa juma hili ambalo tunaelekea elekea mwishoni mwa mwezi wa kumi na moja, ikiwa ni siku ya ishirini na mbili leo. Basi ni kualike tena katika kipindi cha tuongea asubuhi kwa siku ya leo, na kama kawaida kila ijumaa na jumapili tunajadili siasa ama uchumi, na kwa mwendo wa takribani mwezi mzima huu na mwezi uliopita tumekuwa tukiangazia zaidi katika siku za jumapili na ijumaa katika medani za siasa, kwa sababu tayari siasa inaruhusu tufanye hivyo. Nikichukulia madharani, miezi miwili iliyopita tulikuwa katika heka heka za kampeni za kisiasa kwenda kuwapata madiwani wa bunge pamoja na rais, lakini pia wawakilishi kwa upande wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi la Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar, na tayari uchaguzi umeshafanyika. Tayari Tanzania kama jamhuri tunaye rais huku Zanzibar ikisalia kusubiri kufanya ama kurudia uchaguzi mwingine hapo baadaye. Basi nami nasalia tena katika jumapili ya leo kujadili zaidi kuhusiana na siasa, lakini kubwa zaidi kwa siku ya leo ni kama ambavyo unaweza kusoma chini ya runinga yako hapo. Uh, ni kitu ambacho kinaonekana kama sasa ni kawaida wabunge wa, wa upinzani kutoka bungeni ama kutolewa bungeni, kitu ambacho kwa sisi wanahabari tunasema habari ni chochote kipya, lakini hii si habari tena, ni kitu ambacho sasa kila mtu anakifahamu kuwa wabunge wa upinzani wanaoweza wakatoka bungeni muda wowote na wanaweza wakatolewa bungeni muda wowote. Kwa nini? Sijui, ndicho ambacho nitakwenda kutizama asubuhi hii nikijikita zaidi katika hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyoitoa siku ya Ijumaa pale bungeni Dodoma, lakini hotuba ambayo ilikwenda na mengi. Utakuwa shuhuda kama uliweza kufuatilia kupitia vyombo vya habari ama ulikuwa ni sehemu ya bunge hilo, labda ulihudhuria mkutano uh, huo, uta, utaungana nami kuwa kulikuwa na hapa na pale, eh, kwa maana ya eh, mambo ya kutazama kabla ya rais kuingia bungeni. Itifaki ilizingatiwa lakini itifaki ikawa na dosari ba, hii ni baada ya uh, baadhi ya viongozi wa kitaifa kuingia bungeni na kupigiwa kelele, wanasema waswahili kuzomewa, lakini ni uvumilivu ambao tuliuona tuli wa kiti cha spika pamoja na muongozaji wa itifaki. Lakini baadaye tulishuhudia uh, spika wa bunge Job Ndugai kufanya ambacho anaelekezwa na kanuni, kutoa onyo mara ambazo kanuni zinamtaka na hatimaye kuwafukuza wabunge wa upinzani bungeni nao kutoka bungeni. Lakini tulishuhudia pia wakiwa na kila namna ya kufanya kusisikike chochote bungeni ba, labda kelele tu ambazo tulikuwa nasikia, lakini pia kuzomea. Je, unavyotazama wewe mtazamaji kitendo hicho unakichukuliaje? Nitakwenda kusoma maoni yako itakapofika uh, saa mbili kamili nami nisome ni kutoka kwako kwa kwa, je kitendo cha wabunge wa upinzani eh, ambacho kimetokea siku ya Ijumaa, wewe kama mtazamaji, kama Mtanzania na kama mwana demokrasia, lakini kama mzalendo, ulikiweka katika nafasi gani? Nitakwenda kukujuza baada kusoma maoni yako hapo baadaye, lakini basi ndipo ambapo mjadala wetu kwa siku ya leo, siku ya Jumapili, utakwenda kujikita. Mimi naitwa Leonard Mapuli, Dar es Salaam, mwenzangu ni Yusuf Kamote, na wageni wetu huko pana kwa majengo kama watafika ni Renatus Mtinga pamoja na Humphrey Polepole. Kwa hapa Mwanza, wageni wangu ni Bituro Kazeri, huyu ni mchambuzi lakini pia ni mwanasayansi jamii. Nimemwalika tena hapa kwa mara nyingine na nimekuwa nikimwalika mara kwa mara, lakini pia nimemwalika hapa Donald Kasongi, mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na uchumi. Bituro, asante sana karibu sana asante wewe. Nani? Naam, basi hapo ndio ndio kwa upande wa Mwanza, lakini kama nilivyokujuza, Dar es Salaam huko yupo Yusuf Kamote, eh, pacha wangu huyu ambaye atakuwa ni mwenyekiti mwenza katika mjadala huu. Bituro, huko jirani sana, mimi kwa lazima nianzie kwako, baadaye tutaenda kwa mzee Kasongi. Eh niki ni, niki, nikijaribu ku, ku, ku, ku, kutafakari kurudi nyuma ninakumbuka bunge la kumi bunge lililopita chini ya Rais mstaafu Jakaya Kikwete wakati akienda kulizindua lile bunge, wapinzani walitoka nje wenyewe. Nikitazama bunge hili eh, kwa, kwa mujibu wa kanuni na taratibu za, za bunge kwamba lazima rais atakwenda kulifungua bunge na kulihutubia bunge, lakini nimeshuhudia kwamba wabunge wa upinzani hawakutoka bungeni, wametolewa bungeni. Kwanza kwanza, nadhani tuwaweke watazamaji wa wetu kwamba vurugu katika mabunge si jambo geni, kutolewa katika mabunge wa bunge si jambo geni pia. Aa, kwa hivi karibuni nadhani tumeona Kosovo. Kusema Kosovo, nadhani kila mtazamaji <laughs> anasikia kwa, anajua Kosovo shughuli yake ni nini? <laughs> Tumeona India mpaka sasa hivi nadhani wanavutana. Tumeona Afrika Kusini, ambapo kwa mfano kwa Afrika Kusini toka 1994 mpaka leo nadhani matukio ya kutolewa, kuondoka, kususa, kuvuruga yako kama 19 hivi, na mengi yakisababishwa na wap, wapinzani na moja zikisababishwa na na mbunge wa chama kinachotawala, na katika hatua moja polisi walitumika kwenda mle ndani kunyanyua mtu kama mwizi hivi, wakatolewa nje kule. Sasa kwa Tanzania tumeona, na Tanzania kama unavyosema, limeanza kutoka mtu mmoja kufukuzwa, na akitoka wenzake wote wanamfuata, wamekwenda wamefika mahala, wamekwenda na tabia hiyo, nadhani walijifunza kwenye bunge la katiba kwamba ukitoka haisaidii. Kwa hiyo wakahama, wakaja na mbinu mpya kwamba ah, sasa bana tuna banana mm, mm, mm. Lakini tutafanya msinani. Na ndo tukaona katika hali ya kawaida inapotokea kwamba wabunge wamefanya shughuli wanavuruga shughuli za bunge, njia ambayo huwa ni salama huwa ni kuairisha bunge, kama ambavyo imetokea mwishoni mwishoni mwa bunge la kumi. Sasa nadhani serikali nayo na mamlaka ya bunge nayo imefanya ku, kubadilika kwa jinsi wale watu wanavyobadilika. Sasa hivi badala ya kuambiwa toka wa wao kutoka, sasa wameambiwa watoke. Na nadhani kwa jinsi nilivyokuwa kisoma pale, tulikuwa tunakaribia karibia kwenda kule kwa Afrika Kusini kwamba tutafute askari mia moja waje wa kila mmoja anyanyuke na mbunge wake mbaye ambaye hataki ku, hataki ku, ku, ku, kuendelea kufa. Lakini sasa hii inatupeleka kwenye vitu viwili vya msingi kwamba bunge letu, bunge kwa ujumla, hasa mabunge, bunge kwenye vyama vingi, yanakuwa na mchanganyiko wa watu, yanakuwa na vyama vya upinzani, yanakuwa na chama kinachotawala. Sasa kuna namna tatu ambayo tunasema tuna, tuna, tunajaribu kuangalia mahusiano ya watu yanakuwaje, watafiti wa kisiasa na wanasayansi ya jamii wa, kuna mahusiano ya aina tatu. Mahusiano ya kwanza ya wabunge ndani ya wabunge yanaweza kuwa kwenye kushirikiana lakini kwa kushindana, yaani unanyang'anyana fito, lakini ile fito inaenda kujenga nyumba yenu wote. Sasa sura hiyo kwa Tanzania hatuioni, tunaona kama kuna kunyang'anyana fito lakini kila mtu anaikimbiza kwake. Sura ya pili ilikuwa ni ya su, mahusiano ya sura ya pili ni ile ya ya kuwekana kimada, kwamba chama hiki au kwa sababu na hiki na wanawekana wanakuwa na mahusiano ambayo sio sio rasmi, yapo yapo wanakuw kwa mfano kama kama mahusiano tunayaona, nadhani tumeuona kwenye UKAWA. Sio ndoa, sio sheria, lakini wako pamoja hivi ni kama kimada, kimada hivi, sawa na utaona hata katika ile UKAWA. Kwa mfano mwaka huu bunge letu lina vyama vinne vinne, nadhani kuna CCM kuna Chadema kuna CUF la mageuzi na ACT So, sisiemu iko peke yake sawa. So, lakini kwa kwa kwa tukio la juzi iko kama na mahusiano ya kimada na ACT na Chadema NCCR mageuzi na mm, CUF nao wako na, na ukimada wao kama na hao wenzao. Kwa hiyo walikusema bwana, sisi tunatoka tunatoka tuna, sasa so, na jambo la pili ndili la kuwa na vurugu tu yani kila mtu anataka la la kwake ndo la kwake, mausiano yao hayana ya ushirikiano, ni masuala ya vurugu.